Miaka sitini na tatu ya uongozi wa CCM inatosha, na sisi tumekuja kwenu kuambieni, bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakutafanyika uchaguzi nchini mwezi wa kumi. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Ndio. Sasa nasikia wanazunguka, wanasema sisi tunaogopa uchaguzi. <laughs> Dr. Sara anajua mimi nimegombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu miaka kumi na kitu iliyopita leo niogopa uchaguzi mii mimi wakuogopa uchaguzi Tarime pale, hawana uwezo wa kulishinda sisi pale. CHADEMA ni kama dini, yaani watu wanaenda kusali kanisani vile ndio Tarime ilivyo. CHADEMA hawana uwezo. Uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na nne tuna vijiji 88, sisi tulikuwa na 66 wao 22. vitongoji mia tano, sisi mia tatu themanini wao mia moja ishirini Tukaenda elfu mbili na kumi na tano mimi nikashinda ubunge, madiwani kumi na sita wao wakapata kumi. Sasa unawaogopa wakazi gani hapo? Eti halafu uchaguzi uliofata elfu mbili na kumi na tisa tuna vitongoji mia tatu themanini tukapata sufuri, vijiji sitini na sita. Eti wale watu wale wakwetu waliojaza fomu vizuri elfu mbili na kumi na nne kufika elfu mbili na kumi na tisa wakawa wamekuwa wajinga sana, hawawezi tena kujaza fomu, eti hawajui kusoma na kuandika. Kivi mnaelewa nachokisema? yeah. Tumaenda elfu mbili na ishirini, sisi CHADEMA tulikuwa na wabunge sabini na mbili ukiunganisha na vyama vyote vya upinzani tulikuwa na sauti ya wabunge mia moja na kitu, wakatuondoa. O rafiki yangu Katani akaona naye atapoteza tonge naye akajiunga. Nchi hiyo haiwezi kuwa nchi ya chama kimoja. Tukikubaliana nchi hii iwe na chama kimoja, tutaumizwa sana. Waliokuwepo kabla ya mwaka tisini na mbili wanajua, katibu wa CCM walikuwa wakija hapa, maduka yote yanafungwa, watu wanapanga foleni barabarani kumpokea katibu ya CCM. Ndiko wanakotaka kutupeleka huko, na ndio maana siku hii tunakakuta ka katibu ka CCM kanakwenda kumpiga OCD Mtwara, kana kwamba katibu wa CCM, ya CCM ni nani?